Haya ndiyo maasi yaliyomfanya Iblis laanatullahi alayhi afukuzi katika janna, katika pepo ya mola subhanahu wa taala. Alipoambiwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala amsujudie nabiyuullahi Adam, hasadi ikamwingia, wivu ukamwingia. Kwa nini nimsujudie Adam? ni kiumbe ambayo kwamba tayari amenikuta mimi niko katika janna na ni kiumbe ambayo kwamba ni bora, mimi ni bora kuliko yeye. Kivipi mimi nimsujudie Adamu? ana khairun minhu, anamwambia mwenyezi Mungu, huyo Adamu ni bora kuliko mimi. khalaqtani min narin wakhalaqtahu min tin, umeniumba na moto na huyu Adamu umemomba na udongo. Sasa mimi ni bora kuliko yeye, kwa nini nimsujudie? Amesahau kuwa hii ni amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, ikawa ni sababu ya yeye kufukuzwa katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maradhi haya ya hasadi ndiyo akasababisha mandugu wawili watoto wa Nabiullahi Adam, Qabil na Habil

kurubisha qurbani zao kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Huyu mmoja akatanguliza kwa ajili ya mola subhanahu wa taala, Habil alitanguliza kondoo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Huyu Kabili alipoona ndugu yake ametanguliza ya kondoo, yeye akachukua vifaa vingine vingi akatanguliza, lakini haikuwa ni kwa ajili ya Allah iliyokubaliwa ni ile ambayo kwamba ametanguliza kwa ajili ya Allah, qurban ya Habil.